akili ishara kidogo mambo kidogo tu kiambiwa kale mseleo ukiambiwa kidogo ndio, kwa umeelewa umeelewana vizuri. Kwa nini tunasema mambo kama haya? Tunasema kwa sababu nchi yetu inataka ibakie katika amani ibakie katika utulivu, dua pamoja na kujiepusha na mambo yenye kuharibu mambo. Sio kwamba unafanya dua afu unaharibu, haiwezekani nafanya dua pamoja na kuvizuilia na viashiria ambavyo vinaweza kuvuruga amani, kwani waislamu ndio wanaelewana

wa chumvi tunaunga mboga zetu mpaka mboga inakolea chumvi, inakuwa tamu, inakuwa nzuri. okay. unapiga wani unapiga nini, mboga imekolea vizuri. Je, itakapokuwa ile chumvi yenye kukoleza mboga imeharibika, mboga itafaa? Ndio haifai.

na akili ya ile ile ndudu pamoja na anaongoza wenzake. Kama unafahamu, kila watu na kila kaumu ina kiongozi wake, kiongozi wake. Hata wadudu wao wana viongozi wao, ndege wana viongozi wao wa wanyama wana viongozi wao, makundi kwa makundi, kila kabila lina kiongozi chake, kiongozi wake. Na sisi binadamu lazima tuwe na viongozi walikulli qawmin

a Allah a Mungu wa Suleimani amemfanyia yule, alipata amani na na watu wake walipata amani nchi kivurugika, hakuna cha shangazi, hakuna cha mjomba, hakuna cha babu, hakuna cha baba, hakuna cha mwana, hakuna cha mke, mabaya yote ah

lakini sisi naaka ta namna hiyo ta watu namna hiyo sisi wanamna hiyo watafaaje wetu? Lakini mama yetu Samia Suluhu Hassan raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana nafasi zote tayeb, ana huruma, kwamba hana huruma uruma tnaa, ana mapenzi, anapenda watu, anapenda